ya nchi ya Tanzania ni mtanange ambao utakwenda kuikutanisha klabu ya soka ya Yanga Sports Club ambaye ndiye bingwa mtetezi wa kombe la ligi kuu Tanzania bara dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Azam Football Club, ambapo mchezo huu umeweza kupewa jina la Dar es Salaam Derby, yani Dar Derby, ambapo kwa upande mwingine, mchezo huu unatarajiwa kuchezwa tarehe kumi mwezi wa nne mwaka 2025 majira ya saa moja usiku katika uwanja wa Azam Complex, ambapo Azam ndiye ambaye atakwenda kuwa mwenyeji katika mchezo huu dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club. Ambapo kuelekea katika mchezo huu, tunaona klabu ya soka ya Yanga Sports Club wapo katika nafasi ya kwanza, huku klabu ya soka ya Azam wakiwa katika nafasi ya tatu. Ambapo kuelekea katika mchezo huu, tunaona Young Africans wao wamecheza michezo ishirini na nne. Katika michezo ishirini na nne Young Africans wameshinda michezo ishirini na moja sare mchezo mmoja, na kupoteza michezo miwili. Young Africans wamefunga mabao sitini na mbili na wao kuruhusu mabao tisa. Yani kiufupi, Young Africans ama timu ya wananchi wana goal difference ya mabao hamsini na tatu wakiwa wana alama sitini na nne kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya NBC. Lakini Young Africans wanakwenda kukutana na Azamu ambao wao

na historia inaonyesha klabu ya soka ya Azam na klabu ya soka ya Yanga Sports Club katika michezo kumi ya mwisho kukutana, basi fahamu Azam Football Club ameshinda michezo miwili, huku Young Africans akishinda michezo saba na sare ukiwa ni mchezo mmoja. Na mchezo wa mwisho kukutana kati ya kocha Rashid Tausi wa klabu ya soka ya Azam na Miloud Hamdi wa klabu ya soka Yanga Sports Club, basi fahamu klabu ya soka Yanga waliweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri mechi ambayo ilichezwa tarehe mbili mwezi wa kumi na moja mwaka elfu mbili na ishirini na nne yani mwaka jana, goli likifungwa na mchezaji anaofahamika kwa jina la Gibrisila Ebwana. Kabla ya kuendelea mbali, kama ni mshabiki wa Yanga Sports Club, unaamini kikosi cha timu ya soka ya Yanga kitakwenda kuibuka na ushindi mbele ya kikosi cha timu ya soka ya Azam Football Club? ama kama unaamini Azam atakwenda kuibuka na ushindi, like video yetu. Alafu sasa tuende kwenye comment section, katuambie kwenye ka katika mchezo huu. Je, ni klabu gani ambayo unaiona itakwenda kuibuka na ushindi? na je, ni ushindi wa mabao mangapi? Sasa kuelekea katika mchezo wa Yanga Sports Club dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga Sports Club, kupitia kocha mkuu wa kikosi cha timu ya soka ya Yanga Miloud Hamdi, ameweza kuthibitisha kikosi chake cha kwanza ambacho kinatarajia kuanza dhidi ya kocha timu ya soka ya Azam Football Club. Kwa upande wa golikipa ambaye atakwenda kusimama katika milingoti mitatu ni golikipa Djigui Diara screen protector, ambaye kwa sasa ana clean sheet 13. Lakini eneo la fullback namba mbili atakwenda kuanza mchezaji anaofahamika kwa jina la Kibwana Shomari. Eneo la fullback namba tatu atakwenda kuanza mchezaji anaofahamika kwa jina la Shadrack Isaka Boka. Eneo la center back namba nne atakwenda kuanza kamanda Ibrahim Muhammad Baka huko. Center back namba tano, akienda kuanza mchezaji anofahamika kwa jina la Dickson Job the Shark big brain defender. Eneo la kiungo namba sita, klabu ya soka Yanga Sports Club wanatarajia kuanza na mchezaji anofahamika kwa jina la Duke Abuya. Eneo la winga namba saba, klabu ya soka Yanga Sports Club wanatarajia kuanza na mchezaji anofahamika kwa jina la Max Nzengeli mpia eneo la kiungo namba nane klabu ya soka Yanga Sports Club watakwenda kuanza na mudaathiri ya haya basi, kumshambuliaji kinara ambaye atakwenda kuongoza safu ya ushambuliaji ya klabu ya soka Yanga Sports Club ni mwanamfalme Prince Dube, ambaye anaondoka kukutana na waajiri wake wa zamani. Lakini eneo la kiungo namba kumi klabu ya soka ya Yanga Sports Club wanatarajia kuanza na Pacome Zouzoua, Profesa, miongoni mwa wachezaji bora kabisa ndani ya kikosi cha Yanga Sports Club. Eneo la winga namba kumi na moja klabu ya soka Yanga Sports Club wanatarajia kuanza na Clement Mzize.